<triple> <triple> mashabiki wa Wizkid ambao wanafahamika kwa jina la Wizkid FC wao wameweza kuungana pamoja kabisa kwa ajili ya kuweza kumshambulia mchekeshaji Carter Efe ambaye yeye aliweza kumzungumzia vibaya katika siku za hivi karibuni Wizkid, na kusema kwamba Wizkid ni kiburi, ana kiburi kingi sana lakini pia ni mjinga. Sasa mashabiki wa Wizkid wao wow, wameweza kuungana pamoja kabisa kwa ajili ya kuweza kuripoti akaunti ya e, Carter Efe ambaye ilikuwa na jumla ya wa wafuasi milioni 1.8 na mpaka sasa hivi tunavyozungumza ni kwamba kaunti yake ya Carter Efe ambaye ni mchekeshaji huyu imeweza kufungiwa. Sasa Wizkid yeye pamoja na eh, timu yake Wizkid FC waliweza kuendesha kampeni kampeni nzima ya kuweza kulipoti kaunti hii wakiwa anadai kwamba Carter Efe ametengeneza maudhui ambayo sio ya ukweli, lakini pia maudhui ambayo ni ya, kum, eh, ya kumtukana msanii huyu hapa Wizkid ambaye anafanya vizuri kabisa kwenye muziki wa sasa. Sasa hivi ni kwamba akaunti yake ya Instagram imeweza kufutwa na sasa hivi kinachofuata ni akaunti yake ya TikTok. Huko ndiko ambako Wizkid FC wao wameweza kujumuika pamoja kabisa kwa ajili ya kwenda kuishambulia akaunti hiyo ya Carter Efe. E bana, kabla ya akaunti hii ya Carter Efe kuweza kufutwa ya Instagram, maneno ambayo aliweza kuyazungumza mchekeshaji huyu yalikuwa hivi.

So, baada ya kuweza kufutwa akaunti yake ya Instagram ni kwamba sasa e bana mchekeshaji huyu hapa alikuwa yupo katika hali hii hapa. Unakulemba Instagram account. Unakulemba Instagram account. Ah, ah. Bana, kama unavyoona hapo ni kwamba tukio hili limeweza kuonesha kwamba msanii Wizkid yeye yuko na nguvu kubwa sana akiwa na timu yake Wizkid FC kwa, katika harakati nzima za kuweza kumsupport yeye kama msanii e, kulingana na tukio zima ambalo liliweza kutokea hapo nyuma kidogo kata F zungumzia Wizkid vibaya kabisa kwenye mitandao ya kijamii, kumwita kwamba ni kiburi lakini pia mjinga. Then baadaye ni kwamba yote kwa yote kamdomo kamweza kumponza Carter Efe. Bana, drop comment yako kwenye ancha, comment hapo, sicho ni sicho, kusubscribe ni sawa. Online digital chacha.